Akiongea wakati anamkabidhi gari aina ya ISUZU kwa katibu tawala wa mkoa wa Ruvuma Bi Mary Makondo, ndugu Nicodemas Mwakilembe ambaye ni meneja wa Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA mkoa wa Ruvuma amesema awali gari hilo liliingia nchini kihalali kwa kupata kibali cha muda mwezi wa kwanza wa mwaka 2024 likiwa linatokea nchi jirani ya Kenya, na mwezi huo huo lilirudi Kenya, lakini liliofika mwezi wa nne mwaka 2024, gari hilo lilikutwa tena katika kijiji cha Lusewa kilichopo wilaya ya Namtumbo mkoani Ruvuma likiwa linafanya shughuli za kubeba mizigo kutoka kijiji cha Lusewa kwenda wilaya ya Masasi mkoani Mtwara na maaskari wa Jeshi la Wananchi ambao wapo katika kijiji cha Lusewa wakalikamata gari hilo. Gari hii iliingia kihalali kwa kibali maalum cha muda mwaka jana mwezi wa kwanza, na likatoka mwezi huo huo mwezi wa kwanza kwenda kurudi kwao Kenya, lakini mwezi wa nne mwaka jana, gari hii ilikutwa katika kijiji cha Lusewa ikiwa inafanya shanti ya mizigo kutoka kijijini kule kupeleka Masasi, na maaskari wa jeshi la wananchi walipoliona, waliona hiki kitu sio cha kawaida, kwamba gari la kigeni kuingia vijijini ndani kabisa na kufanya biashara ya kusafirisha mizigo. Kana sio cha kawaida, wakalishikilia hilo gari na ndipo waliwasiliana na ofisi yetu ya mamlaka mapato. Tulipokwenda kulikagua tukakuta halina nyaraka zozote za, za kuingia nchini na zaidi zaidi ni kwamba hilo gari lishaonyeshwa kwamba lisharudi Kenya mwezi wa kwanza miezi mitatu iliyopita. Baada ya kulikamata gari hilo na kugundua kuwa limeingia nchini kinyume na sheria, TRA imefuata taratibu zote za kisheria na rasmi gari hilo imetaifishwa na no kukabidhiwa ofisi ya mkuu wa mkoa wa Ruvuma kwa ajili ya matumizi ya serikali. Kwa mujibu wa sheria za forodha, ni kwamba gari yoyote ambayo inakuwa ndani ya nchi pasipo kufuata sheria, basi inatakiwa ilipiwe kodi zote zilizopaswa kulipiwa na ikapigwa hesabu ikatakiwa ilipe kama kiasi cha shilingi milioni sitini. Uh, mtu aliyekutwa na hiyo gari hakuweza kulipa hiyo kodi ndani ya wakati, ndani ya siku tisini, na baada ya muda huo kupita gari hili lilichukuliwa kwamba aliyekuwa ameingiza gari ameshindwa kulikomboa, zikafanywa taratibu za kulipiga mnada baadaye walipokuja watu wa forensic kuja kulichunguza wakakuta kwamba namba ile ambayo kwenye chassis number haikuwa sawa sawa. Kwa hiyo ionekani vizuri ni kama imefanywa magumashi kidogo, kitu ambacho kilisababisha kwamba kama ikiuzwa kwa raia inaweza ikapata shida katika usajili. Kwa hiyo wakachoamua kamishna wa forodha ni kwamba gari hii igawiwe kwa taasisi za kiserikali kwa ajili ya shughuli za taasisi hiyo na tulipopata maelekezo hayo, sisi tuliwasiliana na mkuu wa mkoa, ambaye ndiyo mwenyekiti wa kodi, ambapo alipotoa, ndipo alipotoa maelekezo kwamba hii gari inatakiwa ichukuliwe na ofisi ya mkuu wa mkoa kwa ajili ya matumizi ya ofisi hiyo, na leo ndio tumekamilisha zoezi la kukabidhi kwa ofisi hiyo. Aa, akipokea gari hilo kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Ruvuma, Bi Mary Makondo ambaye ni katibu tawala wa mkoa wa Ruvuma ameishukuru TRA kwa kabidhi gari hilo ambayo itasaidia katika shughuli mbali mbalimbali za kimkoa. Kwa kupewa gari hili, mimi niseme tutarahisisha utekelezaji wa majukumu ya kusimamia shughuli za utoaji wa huduma kwa wananchi na uwezeshaji katika sekta yote, kwa mfano elimu, kuna swala la usafirishaji na upokeaji wa mitihani pamoja na majukumu mengine yanayoendana na hivyo. Wakati pia wa shughuli za uchaguzi, kuna ubebaji wa vifaa na upelekaji. Kwa hiyo tulikuwa na upungufu, na wakati mwingine tulikuwa tunatumia magari ya halmashauri, lakini pia mkienda kutumia magari yao kule mnakuwa mnawabana wao pia, kwa sababu wana majukumu ya namna hiyo kwao. Kama mkoa tumepewa extra mileage kwa ajili ya kutekeleza majukumu yetu kwa viwango vya juu na kuhakikisha kwamba majukumu yanatekelezwa kwa ufanisi, lakini pia huduma kwa wananchi inazidi kuboreshwa. Kutoka Songea mkoani Ruvuma, Newton Yenda yenda.